Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea na darasa letu kuhusu mambo ya sukari na tunaendelea kuhusu suala na kufundishana kuhusu mambo ya mazoezi. Uh, importance ya kwa nini mazoezi ni kitu muhimu au wakati wa kufuatilia sukari yako ya damu. Mazoezi yanaweza kukusaidia kwa mambo manne, okay? Kuboresha viwango vyako vya sukari katika damu, kukusaidia mwili wako kupunguza uzito na pia kupunguza hatari ya ugonjwa wa moyo na kiharusi which is stroke. Ambayo hiyo sasa hivi kila siku almost unasikia mtu kapata kiharusi au stroke. Fanya mazoezi kwa usalama, hiyo ndo kitu muhimu. Watu wengi walikuwa na sukari, inabidi wacheki namba zao za sukari kwanza kabla kwenda mazoezi. Kitu muhimu wewe uzungumze na daktari wako, ajue mazoezi namna gani unafanya, wakati gani unafanya mazoezi. Wakati mwingine inabidi dawa zako zipunguzwe au ziongezeke unapokuwa fanya, unapokuwa unafanya haya mazoezi faida bora za afya inakuwa tufanye mazoezi kiasi masaa mawili unusu kwa wiki, yaani kama leo utafanya dakika ishirini, dakika kumi na tano, dakika thalathini lakini hisabu at least kiasi masaa mawili unusu katika wiki wewe umefanya mazoezi. Hasa mazoezi sio lazima unyanyue vyuma na vitu vizito, uende mbio. La kweli, kwenda mbio ipo, kuogelea, unajua, kwenda baharini ipo kupanda ngazi juu na chini, badili ya kutumia uh, lifti na escalators. Ushaona, kucheza mpira, yote yali kujishughulisha nyumbani, kusafisha, kupandisha mikono juu, kufuta vumbi, yote ile pia inakuwa mazoezi. Okay, kama unafanya mazoezi ya kunyanyua vyuma wewe mwenye sukari inabidi siku ya pili upumzike. Yani siku moja unafanya, siku moja unapumzika, kwa sababu too much weight katika mwili wako. Watoto wadogo yani, nkisema watoto wadogo waliokuwa na sukari kiasi miaka kumi na tano kwenda chini, wao inabidi wafanye kiasi saa nzima kila siku, watoke nje wacheze mpira kidogo, uende mbio, ushaona mambo kama yale. Cheki sukari yako dakika kumi na tano mpaka dakika thelathini kabla hujenda maso mazoezi. Umeamka, unataka kwenda kufanya mazoezi, cheki sukari yako kwanza. Sasa ukiona sukari yako imeshuka chini, kama iko chini basi kula kidogo vibiskuti, ama fruti ndogo hivo, unaweza kula. Sukari yako ikiwa katika hizi nchi za Marekani tunavyopima na mg tisini au nyie mlokweko Kanada na Ulaya ni 5 basi, inabidi ule kitu kidogo, fruti au vibiskuti hivi. Ikiwa tisini mpaka mia na ishirini na nne kwa Kimarekani au nyie waingereza tano mpaka 6.9, basi inabidi ule kama chenza. Nitizame hapa, nadhani naye Yes. Jikoni. <laughs> No, no, no, chenza kama hii ndogo au apple kama hii ndogo unaweza kula ikiwa mia na ishirini na sita mpaka mia na themanini na tano themanini na sita kwenu uh, Ulaya ni kama 7 mpaka saba mpaka kumi mmol, uko tayari kufanya mazoezi. Kwa hivyo hiyo pia inabidi upumzike kidogo, maanake sukari iko juu okay, na kila ikiwa juu Pumzika kwanza, pumzika kwanza kidogo, halafu ndo wendo ukafanya mazoezi. Na sukari ikiwa chini ya sabini, pale pia, pale ikiwa chini ya sabini, bora ule kijiko cha chai kama hichi kidogo. Unaona kijiko cha chai hichi, utia asali ule au sukari hii, sukari itie mdomoni, maanake sukari yako iko chini sana. Wakati mwingine unafanya mazoezi pia, sukari yako inaweza kushuka. Kwa hivyo tahadhari, hasa ukiona hivi mambo haya. Kila siku unaamka, asubuhi, sukari yako iko chini sana, inakuambia kama umekula mapema, halafu umekwenda kulala. Sasa ulivyokwenda kulala, umeamka asubuhi, sukari yako iko chini, kama vile iko darasa moja. Nimefundisha kama wewe mtu wa kula saa kumi na mbili au saa moja, halafu unakwenda kulala saa tano za usiku, unaamka usubuhi, sukari yako iko chini. Lazima ule kiasi saa tatu au saa nne, vibiskuti viwili vitatu, ama fruti. Ushaona kitu kama maziwa, unaweza kunywa, halafu unakwenda kulala, halafu unacheki sukari yako. Sukari yako ikiwa 70 all the time unapoamka, hiyo ni chini sana, inakwambia kama huja tosha na chakula ulichokula kuhusu dina mpaka ile usubuhi. Kwa hivyo usende kufanya exercise kama sukari yako iko katika sabini sabini, which is uh, kwa Kiingereza uh, 3.9 3.8, hiyo mm -mm, iko chini sana. Kula kidogo halafu ufanye, halafu tena baada ya dakika 15 madharusha, kula cheki tena sukari yako. Kama kawaida, ndugu zangu, mimi niko hapa kukusaidia nyie kuhusu mambo ya sukari. Tutazidi kuzungumza tena, hii clip itakuwepo, na clip zangu nyingine zote ziko katika YouTube Asha Faulkner, au Facebook Mlo Mwema, au Facebook yangu mwenyewe pia Aisha Faulkner. Kuna Aisha Faulkner, Asha Faulkner Mlo Mwema, uchaona. Okay, Una swala lolote, mimi niko tayari kukujibuni. Asanteni mpaka next time.